Wakala wa serikali ya shirikisho la Marekani amemuua kwa risasi mwanaume aliyekuwa na silaha katika jiji la Minneapolis, jimbo la Minnesota, kulingana na taarifa za maafisa wa serikali ya shirikisho. Idara ya Usalama wa Ndani ya Marekani DHS, ilisema tukio hilo lilitokea jana Jumamosi, Januari 24, wakati maafisa wa Ulinzi wa Mipaka wa Marekani walipokuwa wakitekeleza majukumu yao katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mwanamume huyo aliwakaribia maafisa akiwa ameshika bastola ya nusu otomatiki. Na DHS walieleza kuwa maafisa walipoona hatari hiyo walijaribu kumdhibiti na kumnyang'anya silaha ili kuzuia madhara. Hata hivyo, mwanamume huyo alikataa kutii maagizo na alipinga kwa nguvu, jambo lililosababisha mapambano ya karibu kati yake na maafisa. Wakati wa purukushani hiyo, mmoja wa maafisa wa shirikisho alifyatua risasi. Mwanaume huyo alipigwa risasi na baadaye alithibitishwa kufariki dunia. Maafisa wa kutoa taarifa ya haraka kuhusu kama kulikuwa na majeruhi wengine wa upande wa raia au maafisa. Hadi sasa, mamlaka hazijatoa jina la mwanaume huyo wala maelezo ya kina kuhusu umri wake au sababu iliyomfanya kuwakaribia maafisa wa ulinzi wa mipaka akiwa na silaha. Pia haijaelezwa kama tukio hilo lilikuwa sehemu ya operesheni maalum au ukaguzi wa kawaida. Idara ya Usalama wa Ndani ilisema uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kubaini kwa kina kilichotokea kabla na wakati na baada ya tukio hilo. Maelezo zaidi kuhusu mazingira ya mapambano, hatua zilizochukuliwa na maafisa, pamoja na ripoti kamili za uchunguzi yanatarajiwa kutolewa baadaye.